Nasema I wish ningekuwa mkurugenzi, ningeonyesha kwa nchi nzima maana ya kuwa mkurugenzi wa maendeleo ni nini. <coughs> Sii mnanielewa, ningeonyesha I'm, I'm, I'm always walking the talk. Siwezi kutoza mimi nilikuwa mkoa wa wilaa Mvomero, kaangalia ni pale Mvomero, pale tuna ushirika unaitwa Wakuda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 Waona kati pale inaweza kwa kumi na wasema kwamba mwaka huu ushuru wa assess ni kiasi gani? Yaani umeshangia nini? Kipi? Sijaelewa. La chaguzi nikae na madiwani tuulizane. Vingine hakuna ushuru. Inchi na erote of resource, mkoa una erote of resource. Situtumie tu akili. Kwa nini alimashauri tusifikirie?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 Shefu ya viazi. Sasa mkulima analima viazi, gunia linaporomoka toka elfu sitini kwa shilingi elfu ishirini na tano wewe bado ushuru wako umesimama pale. Unampa nani? Mimi katibu tawala wa uchumi na fedha, uchumi upi unaousimamia? us wewe, uchumi wa makaratasi umechangia nini kwenye uchumi wa mkoa wako? kwenye wao kuliko <laughs> kipi? Katibu wa uchumi na nini, uchumi na... unazalisha nini, watoto? <laughs> mimi ni katibu wa uchumi na uzalishaji kwenye mkoa, na wakulima 15 nimewafikisha hapa. Niliwachukua nikawapeleka TIB bank, nikamwambia TIB wapelete asilimia tano, tukawasimamia mbolea tukafanya hiki. So huna chochote unazunguka tu Nani? Lakini nawaambia wazangu wa serikali utachukia haya maneno Subi, ana shamba la parachichi, mbolea hana, dawa hana, anapiga simu ya kila mtu aipokelewi, na na ah, watu, watu, wana cha kuzungumza hawa mm. <laughs> Sasa anaeleza nini? Wakulima wazungumze maswaibu wanayokutana nayo na sisi. <laughs> Nimemwona kaka yangu anyuma pale Tukuyu, maparachichi wakulima kule yanaoza, mkurugenzi yupo yanapooza, ni yakwaki si kwake wanahangaika wao kupeleka a Afrika kwa Najib wanakodisha malori wao, afu kuna mtu amekaa getini. Mapachichi yangu nimeoza, nimeenda kuyauza kwa hasara, umekaa pale getini pale, natoza ushuru upi? Tukuyu pale mapachichi daraja la pili, ambao tunasema sio reject, tukatoza kilo moja shilingi mia moja hamsini, yes, shilingi mia mbili. Wewe unatoza ushuru wako ule ule, unafahamu